Watazamaji wa Ayoma Media, hii ni foleni katika dimba la Benjamin Mkapa. Mageti yapo wazi, na uwepo wa mageti kuwa wazi unayafanya mashabiki wa soka kuingia ndani ya dimba la Benjamin Mkapa kwenda kusubiri burudani saa moja usiku. Kama kuna taarifa yoyote uliisikia kuhusiana na kuto kuwepo kwa dabi hii ya Kariakoo, kwa hichi ambacho nakiona hivi sasa hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, basi we jua ya kwamba mechi ipo mpaka sasa na ndio maana mashabiki wa soka wamepanga foleni na wameruhusiwa kuingia ndani ya Benjamin Mkapa. Shuhudia upande wangu wa kulia juu kabisa kule mashabiki eh, ambao wamevaa jezi nyekundu, jezi za kijani, njano na nyeupe wote wapo kwenye geti na kutaka kuingia ndani. Si mashabiki wa Yanga tu bali mpaka mashabiki wa Simba pia wamechukua hatamu kuingia ndani ya dimba la Benjamin Mkapa, pengine wakiamini ya kwamba timu yao itatokea hii leo kwenda kukipiga dhidi ya Yanga Sports Club hivi. Uh, sasa ni mchana wa jua kali lakini mashabiki ni wengi. Hii haikupi shaka kwa sababu hii ni dabi ya Kariakoo. Licha ya kuwa na taarifa ya kwamba timu moja haitokuja, lakini haijaondoa uhalisia ya kwamba mashabiki wasije Benjamin Mkapa. Wao wamekuja wasubiri waone, je, kweli dabi haipo? amala ukitizama geti la e, ndani kabisa ama lile lango la ndani, watu wanapanda Benjamini Mkapa, wanakwenda e, kuingia ndani ama wanakwenda kuchukua nafasi zao kusubiria dabi ya Karia. Hapa ni Benjamin Mkapa, Dar es Salaam na hii ndio hali ilivyo hivi sasa. Ayoma Media atakuwa hapa kukuhabarisha na kukuonyesha kila ambacho kinaendelea nje ya dimba hili la Benjamini Mkapa, kuanzia hivi sasa mpaka baadaye sana. Mimi naitwa Jadu, na hii ndiyo hali halisi nje ya dimba hili la Benjamini Mkapa. Watu tayari wamepanga foleni, watu tayari wanaitaka dabi ya Kariakoo hapa Benjamini Mkapa.